Zile nguo zilizozileta juzi zilizokuwa zimevunda vunda zile zifua nguo ziko kochini. Hizi ni zile, tajuzi, zile, bunda, bunda zile. Si ambazo mvua ilinyesha jana zikauka kukauka vizuri ndoliko aa ah, so, na lile shuka ambao aliyokojorea yule na yenytea umeshalifua? Ndiyo nimeshalifua so, yeah.

Baba mwenye nyumba, mi naomba tu sawa, naomba univumilie hapo kidogo, naomba univumilie, bado nafanya harakati hapa ili ni nikurejeshe pesa yako hiyo. Hivi nikuvumilia dilini mara ngapi? Unanipanga yaani mimi ni wako, unanipanga kila siku. Sasa nasema hivi, nikute vitu vyenu nundani mmetoa, nakuja na mpangaji mwingine, maake usumbufu nimechoka, sitaki. Hamkuchangia hata tofali pale. Sawa, amjanichangia chochote kile. Kwa hiyo naomba nyumba yangu nikute iko wazi. See, baba mwenye nyumba naomba utuvumilie sasa, ukinifukuza hapa nitaenda mimi wapi? Nitaenda kuishi wapi? Utatafuta pa kuishi, naona tumeshashindana. Hapana, usiseme hivyo baba mwenye nyumba, utakuna nikosea. Eh, tumeshazoeana baba mwenye nyumba mi nitaenda kuishi wapi? na hapa niko mgeni mimi na nimefikia kwako kweli Yaani nasema hivi, ninakuja na mpangaji, nikuje chumba changu kiko wazi. Make huu usumbufu sitaki baadaye. Kuna nini? Mbona kinyonge sana hivi? Yaani baba mwenye nyumba kasala Nimeweza kuongea naye hapa kwenye simu, ananiambia tu tuame hapa hapa, najifikiria hela ya kodi sina. juzi, juzi tu hapa nimeukuliwa na mdogo wangu, nimetuma hela huko. Yaani, yaani nazidi kuchanganyikiwa, sijui kwa nini tu. Ah. Na hapa nilipo pazoea. Sasa nitaenda kuishi wapi mimi, mke wangu? Nitaenda kuishi wapi? Ah. Hapo, mume wangu, utafanyeje? Maana sioni hata pa kushika wapiaaam sakushk man Kwani hujamweleza wewe matatizo tuliyokuwa nayo? Nimejaribu kumwelezea kiufupi, lakini hakunielewa. Ila mimi ka na wazo moja, au tuuze hii skrini iliyomo ndani. Mme wangu mmewangu hata kuna screen ndio burudani yetu sisi, tutakuwa tunaangalia nini? Mke wangu mimi kuna wazo nimepata. Hemu njo ni kwan, wazo gani mme wangu hilo? Tena wewe njoo usikilize Sasa tutashiji hapa. Kwa umekaa kufikiria kabisa. Ah, si mtu wangu mbona hutaki nielewa? Hmm. Haina shida ni wewe mwenyewe sasa tutakavyoona. Tuite nao majirani. Wewe ndio baba mwenye nyumba hata anakuachia wewe. Eh, sasa. kuambia ila ah njaa imenipiga nikaacha chapati na kumbakiza ah, kamoja. Wewe yuko, umesha huko chaga kuambia mimi nakulaga mtaani ila sitoshiki. Unajua mimi, bila kuja kula chakula, chako. Ipo siku ndo kuja nikufundishe wewe. Nenda tu nakula huko aa, na wewe wewe wewe mke wangu wa, mimi mimi mimi tena <laughs> ah mwenyewe bila bila hatufiki. haya ni amini jirani yako wewe. Ah, jirani yangu yuko sana. Mimi tena chaka maliza. Tupo jirani, kachapati kamtoto haka, maana wewe unaga hizi jirani Aaa, tu mambo yako. Tupo jirani, tupo jirani, <laughs> Asante sana. Naona shemu anaendelea na kukatakata kachumbari. Mimi nipo jirani. Jirani, hmm. hmm. Na kuona. Mimi sina mambo mengi. Kwa na shida ah. ah. ah. ah. yeah. ah. yeah. na muda mzuri. Kawaida. wewe sasa. Kichelewa tunakula. Oh. Ah. Aha. <laughs> Sam, mambo. Sasa mambo hey, eh shem kwema tu hey. saa so, jirani, minichokuitia hapa sawa, yani ndugu yangu, kwa kweli nimeisha, kwa ninavyoona baba mwenye nyumba alivyopaniki, nimeongea naye kwenye simu, kwa kweli mi nimeona kama vile ndo mwisho wangu kuonana mimi na wewe hapa ila, mm-hmm. Kuna ishu moja nimeipanga mimi na umo, icho. So, so, jirani, naomba unisaidie kitu hicho kimoja jirani. Mimi sija kukufelisha kama unavyonijua, nikiwa nacho nakupa, ukiwa nacho unanipatia. Najua, najua. Ingelikuwa una hela wewe ungelinisaidia, ila kwa sababu najua hauna hela kwa sababu ya kile kitu kilicho kutokea e, na mambo gani yale ah. Lakini jirani mimi, kwa nataka tu kuna wazo mimi, mimi hapa nimelipanga sasa, nataka ushirikiano wako unioneshe Jirani, ah, ni kama vile sijakuelewa, nenda kwenye point moja kwa moja mwana. Yaani kiufupi ni hivi, baba mwenye nyumba leo anakuja, kwa hiyo mimi hapa nipo sina kodi, ila kuna issue ni kwa nimeipanga nikushirikishe wewe hii tu. Sikia sasa. Mimi nimepanga hivi, sawa, nimpige mke wangu sawa, mke wangu nimpige tatu hivi au mbili azime. Ak, akishazima hapo, sawa, inatakiwa wewe uje unisupport mimi sawa kwenye hilo tukio kwamba nimeua kwa, tunashirikiana hivyo ili e, baba mwenye nyumba aondoke e, asiendelee kunidai kitu kidogo hicho, m kitu kidogo mno ni e. Hivyo ah, tu hiyo imeisha isha, nitashukuru sana jamani, kama ntashukuru sana. Yani, kama punijua, sana. Eh? sana. Yani the best ona, tashukuru sana jirani, niko nyuma yako.

Karibuni ha! ha! hapa ha! ha! ha! Nimekuja, nilijua kwamba nitakuta meshatoa vitu vyenu, na shangaa bado menikimia tu na mmenimudu, si ndio? Hivyo umenimudu eti. Nimekwambia toka toa vitu vyako, humu ni kwangu. Nataka nyumba yangu ibaki wazi, unaona. Hapa nimekuja na wapangaji wapya, maka menchanganya, hatuelewanisav Sawa, siwataki sasa hivi kwenye nyumba yangu. naomba muiache nyumba yangu ikae wazi. Nimekuja <coughs> na wapangaji watakaa ambao tutaendana nao kiakili. Sawa. Hameni hameni kwenye nyumba yangu. Toeni vitu vyenu, siwataki, nimewachoka. Hata kama umetuchoka angalau tuvumilie hata siku chache tu, tupate hela ya kwama hapa. Hivi niliwapa mda gani? sasa hivi ni mwezi umeisha tangu kodi ishe. Huo muda uwatoshi, siwezi kuwa nawaambia jambo, kodi zinaisha amtaki kunilipa. Poa, hebu wafanye kitu, ondokeni. Baba mwenye nyumba, mimi nakuomba tu tuvumilie kwa nyumba yangu. Muda huu ndio tunavyoongea, nataka wapangaji wangu waingie. Ndio karibuni, asante. Wengine wote wameshanilipa, ili kasoro huyu tu kwa nini jamani? Ni bomba tangia afu nasikia kuna migogoro. Msinimudu <laughs> kabisa. Mke wangu kama unavyomsikia, baba mwenye nyumba, naona em, tuingie nani, tuchukue vitu vyetu vyetu, kusanye tumwachie nyumba yake. Sasa tutafanya nini? azatutafanya nii Hey. Hey, hayo ndio maneno sasa. Mda ote mlikuwa wapi? Wapian, toeni vitu vyenu mniache nyumba yangu. Usumbufu, usumbufu mpaka tutawachumishana jua la saa nane nikasumbufu. Waisheni, waisheni, toeni vitu vyenu Ebola ukakaa na watu kama hawa. Wapangaji ndio unafika unalipa kodi kwa wakati. Naombeni mtoe vitu vyenu ndani, mniachie nyumba yangu, muondoke eh

Sasa anakatalia hapa ni kwake. Jirani umeua. Umeua. Jirani kaua. Mke wangu. Jilani ni nilishaka kuambia, punguza hasira. Mara ngapi nampiga mkeo na kuambia haya? Ili tunaipereka wapi?

Kwambia mara nyingi mno usimpige mkeo. Hii kesi tunaianzia hapo, tunaimalizia wapi sasa jirani, eh? Ayangalia, aliokoa ameshaondoka. Eh? tunafanyaje sasa jirani, sikutarajia atatokea. Haya jirani, imeshakuwa la kwetu jirani, ah! huh?

Imeisha hiyo. Matatizo ah, e, e, ya kwetu sote. E, sawa sawa. Karibu tena jirani. Mme wangu, wewe unajua kabisa. Nakwambia kama mke wangu mimi siwezi kushindwa jambo nikipanga, yani nikipanga Nani? Ah, ah, kumbe nye wa shenzi! Mmempiga baba mwenye nyumba ubunifu